Kisimi ni kiungo cha msingi kwa tendo la ndoa kwa mwanamke na kina neva nyingi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote ya mwili. Kama kiungo muhimu cha msisimuko wakati wa kujamiana, kinatekeleza jukumu muhimu katika kuridhika kingono. Hata hivyo, mamilioni ya wanawake na wasichana duniani kote wananyimwa fursa ya kujihisi hivyo. Pande ya ndoa inakwanga tu kufurahisha tu mwanaume, lakini ikifika ni pande yangu hakuna hisiana ya kuanga nazo. Ukeketaji unahusisha kuondolewa kabisa ama kwa sehemu ya kisimi na wakati mwingine mashavu ya uke, mara nyingi dhidi ya wasichana wadogo. Utamaduni huu uliokita mizizi umekuwa ukiendelezwa kizazi hadi kizazi. Kati ya manusura milioni 200 wa ukeketaji duniani, zaidi ya nusu ni Waafrika. Lakini sasa manusura wa ukeketaji wana matumaini mapya kupitia upasuaji wa kurekebisha uke wao. Tunafunga safari nchini Kenya kufuatilia na kupata habari zaidi kuhusu swala hili. Safari yetu inaanzia nchini Kenya ambapo viwango vya ukeketaji vinapungua kwa kasi, harakati za uhamasishaji zinaongezeka, na waathirika wa ukeketaji wanaanza kuchagua upasuaji wa kurekebisha visemi vyao. Tuko njiani kuelekea Kajire kijiji kilicho kusini mashariki mwa kaunti ya Taita Taveta ambapo visa vingi kama hivyo vimeripotiwa. Ah, Mary Chao anaishi Ujerumani lakini hapa ndipo alipozaliwa. <laughs> Ni mbali? Sana. Aha. Na <laughs> <da> <laughs> ni hapa ndipo alipofanyiwa ukeketaji akiwa na umri wa miaka minne miaka 28 iliyopita wakati wa kukua kwake, Chao alinyamazia maumivu yake. Hali hiyo ilimwandama hadi utu uzima. Nilikuwa napata labda wanaume, si unajua, natafuta mahali kwanza, kuna network, kisimi kiko wapi? Kisimi kiko wapi? Wakiangalia hakuna chochote. So kuna mmoja anaweza mpata leo kesho akakuacha. Kuna mmoja anaweza kuvumilia vile ulivyo akabaki na wewe. Lakini mimi nilikuwa nataka kuhisi kama mwanamke na nilikuwa nataka kuhisi, yaani vile marafiki zangu wananiambia vile wanajisikia, nilikuwa nataka kujisikia hivyo. Kwa leo hadithi yake ni ya uponyaji na uhamasishaji. Mary Chao amefanyiwa upasuaji wa kurekebisha kisimi. Wakati wowote wa anaporudi nyumbani, hujumuika na wanawake na wasichana katika jamii yake na kuzungumza kwa uwazi kuhusu ukeketaji na hasa upasuaji huo wa kurekebisha kisimi. Kwa hivyo mimi nimerudi kama mwanamke bomba, kuambia kwamba hii kitu wasikate tamaa hii klitori inarejeshwa. Hata mimi nilikuwa shocked kama hii klitori inarejeshwa kweli. Kwa hivyo nilipopata taarifa inarejeshwa, nilifurahi sana. Faida yake utasikia vizuri kuliko vile ulikuwa unasikia, hata mwanaume akikushika unasikia kweli. Mimi ni mwanamke, lakini kabla tendo la ndoa, kabla ilikuwa labda unastruggle sana ujitengeneze utengeneze vaselini ni kando yaani, unajua unaweza kama kila mahali. Lakini baada ya upasuaji nimejipata kuwa yani hata bila vaselini, bila chochote, yaani uko tayari, bora tu maindi yako iko hapo, kila kitu iko sawa. Chao ni mmoja kati ya mamia ya wanawake ambao wamepata uponyaji nje ya nchi lakini barani Afrika upasuaji huu ambao mara nyingi hujulikana kama urekebishaji, bado haujakuwa maarufu na haupatikani kwa urahisi. Kutoka Kajire, safari yetu inatupeleka hadi jiji kuu la Kenya, Nairobi. Lengo letu hapa ni kuelewa zaidi kuhusu upasuaji huu wa kurekebisha kisimi. Hospitali ya Jalaram inafanya upasuaji huo wa kurekebisha kisimi. Hello. Hello daktari, good, good. Leo nakutana na Daktari Arib Chaudhry, daktari bingwa na mtaalamu wa kurekebisha kisimi kwa waathiriwa wa ukeketaji. Anatueleza upasuaji huo unahusu nini hasa. Kabla ya kueleza kuhusu upasuaji huo, Daktari Arib anasisitiza umuhimu wa kuelewa aina mbalimbali mbali za ukeketaji. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeainisha ukeketaji wa wanawake katika aina nne. Aina ya kwanza, kukatwa kidogo au jumla kwa sehemu ya juu ya kisimi. Aina ya pili, kukatwa kwa kisimi na mashavu madogo ya uke, ama wakati mwingine mashavu makubwa pia. Aina ya tatu, kupunguza lango la uke kwa kukata na kushona mashavu yake ili kuziba na aina ya nne, taratibu zingine zote zenye madhara kama vile kudunga, kutoboa ama kukwaruza kisimi. Inakaa kama ndoano. So wale wa wenye wanakata wanakata hapa tu na wanaacha hii hii hi, hi mahali iko ndani ya mwili, so wakikata hii um, hapa ya mbele tuna sasa leta hii ya, ya ndani tunaileta nje. Hata wakikata hapa, na tulete hii ya ndani tulete nje, hizo mishipa bado zinafanya kazi. Kitu ya pili uh, tukie, tukiendelea kuangalia ile ya, ya, ya aina ya pili hiyo, kisimi imeshikwa hapa na kano uh, vile tumeumbwa, kuna kano imeshika kisimi. Hiyo kano lazima tuikate, tunakata hiyo kano kwa sababu kisimi ina ime, ime imeregeshwa juu, so usipokata hiyo kano, kisimi inaweza rudi ndani. mm -hmm. Hiyo ni matatizo moja wanawake wanapata. So tukikata hiyo kano tunaleta kisimi chini ndio ikaribie njia ya uke hapa mm -hmm. Ya tatu, mahali wanashona zile midomo za uke tunazifungua tunazifungua ndio sasa, lile kovu mnalifungua, tunafungua upya. mm-hmm. Daktari huyo wa upasuaji mwenye umri wa miaka 35 amefanya zaidi ya upasuaji 100 wa aina hiyo, huku wagonjwa wengi wakipona ndani ya wiki sita. Utaratibu huo hauna hakikisho la kufanikiwa kama upasuaji mwengine wowote ule, lakini wagonjwa wengi hupata nafuu ya kimwili na kupona kihisia. Kuna wengi wamerudi, wengine wamerudi baada ya miezi sita, baada ya mwaka moja, mwaka miaka mbili. Wengine wananitumia message kwa simu, wananiambia daktari, nimepata nime, nime, nimefanya ndoa nimepata mtoto uh, nimeweza kufanya kile singeweza kufanya. Daktari Arib anashirikiana na, na Clitorid shirika lenye makazi yake Marekani linalofadhili gharama za upasuaji kwa manusura ukeketaji. Wagonjwa wengi hufanyiwa upasuaji huu bila malipo, lakini bado uhamasisho ni wa kiwango cha chini na manusura wengi hawajanufaika. Baadhi wana hofu ya kukatwa tena ama hawafahamu kinachohusika katika utaratibu huo. Ujasiri huo sio rahisi, lakini leo katika kliniki ya daktari Arib, mwanamke mmoja amechukua hatua ya kwanza ya kujaribu kukabiliana na hofu aliyokuwa nayo. Ni Evelyn Nyambura, mwenye umri wa miaka 29. Nyambura anatarajiwa kufanyia upasuaji Machi mwaka 2026 hapa katika hospitali ya Jalaram. Nyambura anasema kutembelea hospitali hiyo kutamsaidia, yeah, kujiandaa kiakili. Sijui inakupa hisia gani kuwa katika chumba hiki leo ambacho ndipo utakapofanyiwa upasuaji wa kurekebisha uke wako bado keketaji vile. Uh, nasikia huku ni kama niko na mixed reactions. Inafanya nikumbuke mambo zenye ziliendelea na kwa njia ingine bado inafanya nifurahie bado. Tulipomuuliza kuhusu matarajio yake baada ya upasuaji, tulichochea maumivu ambayo amekuwa akipitia kwa ukimya. Mambo wenye anatarajia kutoka kwa hii upasuaji ni ile kitu ilitolewa kwa mili yangu, itakuwa itarudi na nitajihisi kukua sasa mwanamke kamili kama wengine. sijaisikia hiyo msisimuko, na ndio maana nataka at least hata mimi niisikie. Ni baada ya kutembelea hospitali hiyo, tuliandamana na Nyambura hadi nyumbani. Anatokea kijiji cha Mitivi katika eneo la kati mwa Kenya. Hii leo niko katika kaunti ya Kirinyaga, eneo la kati mwa Kenya, nyumbani kwa jamii ya Agikuyu ni jamii inayotambulika kwa kutumia ukeketaji wa wanawake kama tambiko la kitamaduni, na ijapokuwa idadi ya visa vya ukeketaji imepungua, manusura bado hapo. Kliniki za eneo la Kirinyaga hazina vifaa maalum na madaktari bingwa wa upasuaji wanaohitajika kwa ajili ya kurekebisha kisimi. Hii ndiyo maana Nyambura alisafiri zaidi ya kilomita 150 hadi kituo cha matibabu cha Jalaram jijini Nairobi. Katika vijiji kama Mitidhi ukeketaji bado unaendelea, mm, kwa siri licha viwango vyake kupungua nchini Kenya. Visa hivyo mara nyingi huwalenga watoto wadogo kuepuka kugunduliwa. Kuna kesi nimesikia, kuna shosho ameshika kasichana ka dota yake kashosho ka kake, sasa ameenda akakatairi na bado akakaeka chumvi, na ni katoto hakajui, hakajaulizwa haka kama akanataka ama hakataki kwa, kwa hivyo hiyo mambo bado inaendelea, na naweza naweza omba tu watu wenye wanaendeleza kitu kama hiyo waone vile wasichana wanateseka katika kijiji hiki. Evelyn ni mwanaharakati wa kupinga ukeketaji, anataka wenzake waliopitia utamaduni huo kupata uponyaji. Anatuambia kwamba manusura wengi katika kijiji chake bado wanateseka kimya kimya. Kwa hakika manusura wengi wa ukeketaji ni miongoni mwa wale walio mstari wa mbele kupinga utamaduni huu. Evelyn na wengine huenda wanafanya kwa njia zao ndogo, lakini kuna wengine mashuhuri ambao wamepanua upeo wa kampeni hii away... miongoni mwao ni Zainab Jama, mrembo wa dunia wa Somalia kwa mwaka 2025 ambaye anatumia jukwaa lake kufanya kampeni dhidi ya ukeketaji. Mwanamitindo huyo mwenye umri wa miaka 23 alikeketwa akiwa na umri wa miaka saba, siku anayoikumbuka vizuri sana ni siku pekee maishani mwangu. Ninapokumbuka nilichokuwa nimevaa na kumbuka wearing, kabisa I'm nilichokuwa exactly nikifanya wakati huo, nilihisi niliyopitia siku hiyo kwa undani sana, ninahisi hisia hizo like kila siku so na ninahisi uchungu huo like like kama vile ilitokea jana. And yeah, it feels like it just happened yesterday. Kwa Zainab, ukimya si chaguo, hasa kwa maelfu ya wasichana nchini Somalia ambao wanapitia ukeketaji. Somalia ina kiwango cha juu zaidi cha ukeketaji duniani kote kwa asilimia 98 hadi 99 ya wanawake na wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 49. Mrembo huyo wa dunia Somalia anatumai kufanya kusudi lake kuwa kubwa kuliko rembo. Pia anajitayarisha kwa ajili ya upasuaji wa kurekebisha kisimi. Zainab anapigia debe fursa zaidi za upasuaji huo hasa kwa wasichana katika mataifa maskini ya Afrika. Mara nilipogundua kuwa kuna upasuaji wa kurekebisha kisimi kwa walionusurika, ilinipa tumaini na ilinifanya kutambua kwamba kuna wasichana wengi kama mimi ambao labda hawajui kwamba wana fursa hii ambapo wanaweza kurekebisha sehemu ya maisha yao na pia sehemu fulani ya mwili wao. Huko Kajire, harakati za Mary Chao zinazaa matunda. Kazi yake inawahusu wazee na vijana miongoni mwa wanaomsikiliza ni Josephine Manange, aliyekuwa mkeketaji ama ngariba wa kitamaduni. Anajutia kwa kukeketa wasichana wengi. Tunaona hiyo ilikuwa ni zamani za nini, za ujinga, na watu ni lazima walikuwa wakifanya hivyo, lakini serikali iliposema msifanye hivi, mwache. Hata mi niko na watoto kama mtoto wangu mmoja, sijafanyia hiyo kitu, hata wajukuu, hata sahii ni wakubwa, sijafanya hiyo kitu. Ngariba huyo pia alituambia kwamba kama angekuwa mdogo hangekubali kukeketwa, lakini kwa sababu saa hii nimefika miaka sabini, hapo sinatumaini kama nitaregeshwa. Labda watoto wangu wale ambao wamekatwa na wajukuu wale wamekatwa, niwatangazia taarifa kuregeshwa kuko na ukae na uke wako vizuri, kama vile Mary chao.